Tunga sheria nyinyi mmepona, natunga sheria ndoa zinazofuata baada hii, bila wanafamilia, bila waumini. Nitaambia kwaya, funga vya kwenyu muende zenu, nitabaki na wanandoa peke yao, wataimba wenyewe, lakini pia nitawapiga faini, kwa sababu mkitoka hapa, ukumbi zimejaa, lakini kwa misa hawapo. Kwa hivyo niko naenda kuweka sheria, mtu asiyeleta wa ndugu zao kuja kwa ajili ya misa anapikwa fine. Na kwaya nawaambia asante sana, mmepata cha kwenu, nenda nyumbani. Kwanzia leo, hiyo ndio sheria naweka. Haiwezekani watu wanakuja, tendo muhimu ndio hapa, lakini hawaji, lakini ukumbi wamejaza. Aa, hiyo k ndege itakoma sasa. Hatutaendelea hivi. Inakuwaje kanisa halina watu, halina watu? Angalia kule nyuma, hamna watu, lakini ukumbi hivi wamejaza. Kanisani hawapo kumsindikiza ndugu yao ambaye anafunga ndo, ndo inafungwa hapa, sio ukumbini. Sasa iwezekani kwamba watu hawaji kuombea wanando.